Karibu sana, hii ni Shaiya TV. Leo nakuonyesha application nzuri na bora kabisa ya kusoma meseji za mpenzi wako kwa njia ya WhatsApp bila yeye kujua. Hii application ni nzuri kabisa. Nenda play store, download application inaitwa Web Scanner app. Andika kama jinsi mimi nilivyoandika web scan, zitakuja application nyingi. Zikishakuja chagua application moja hapo ambayo kati ya hizi zinazoonekana hapa, bila shaka unaziona, uta moja wapo nzuri kabisa. Baada ya hapo, utaenda kwenye simu mpenzi wako. E, kuna sehemu utaenda uta device, baada QR reader kupitia hii application. Baada ya hapo, utaamshakaswuzmzwakoks kingine nakukumbusha Angalia kwenye video zingine ambayo nimeelekeza kwenye channel hii ya Shayia TV. Nimeelekeza vizuri kabisa hii video jinsi ya kusoma meseji za mpenzi wako bila kujua, na video nyingine nyingi sana nimetumia, nime njia nyingi sana za kufundisha jinsi ya kusoma meseji za mpenzi wako bila kujua na za kupata calling e, usisahau kusubscribe channel hii ya Shayia TV, karibu sana.